Hiyo roho nzito kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti halia tunakataa hiyo hali ya kutokulimanda rabosika kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hali tunakemea nguvu za giza, tunakemea roho za miungu, tunakemea kila aina ya madhabahu zilizokonektiwa ambazo ziko kinyume na madhabahu ya Mungu kwenye nafsi zetu na fahamu zetu na miili yetu, tunakataa kwa jina la Yesu, bali tunaiachilia damu yako Bwana, hiyo damu inayonena mema ikaondoa hivyo vizingiti ika ondoa hivyo vikwazo, tuna ng'oa yaliyopandwa tulipolala, yaliyopandwa kwenye ndoto, ndoto za mauti, ndoto za uharibifu, tunakataa kwa jina la Yesu. Ndoto zilizobeba magonjwa, tunakataa kwa damu ya Yesu. Kila kusudio baya walilolikusudia juu yangu, juu ya familia yangu, juu ya yoyote kwenye kanisa, tunakataa kwa jina la Yesu, tunakataa kwa damu ya Yesu Kristo. Tunaita neema yako Bwana na uwepo wako Bwana na Roho Mtakatifu akatuhudumie akatufundishe, akaseme nasi katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Tumeacha vyote Bwana, tumekuja kwenye madhabahu yako asubuhi ya leo. Kiu yetu ni kukutana na wewe kwa jina la Yesu. Tunaomba hata kwa ajili ya wenzetu wanaotufuatilia YouTube, tunaiachilia damu ya Yesu ikawasikizishe neno lako la uzima katika jina la Yesu. Asante Mungu mwaminifu, maana unasikia na una Naweza katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tusome pamoja kwanza neno la Mungu kutoka kitabu cha Warumi mlango wa kumi mstari wa, wa kumi na saba. Warumi mlango wa kumi mstari wa kumi na saba maneno ya Mungu yanasema hivi. Basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia uja kwa neno la Kristo. Basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia uja kwa neno la Kristo. Naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe. Wiki hii tutajifunza somo linalozungumza imani. Kichwa kinasema umuhimu wa kuishi imani, umuhimu wa kuishi imani. Imani inatakiwa kuishi ili imani iwe na matendo au ili iambatane na matendo, lazima uishi imani. Kwa hiyo kwenye maisha yako ya kiroho, maisha yako ya safari ya kwenda mbinguni, Mungu anatamani sana ndani yako uishi imani, yawe ni maisha ambayo yataishi imani na yatafanya matokeo makubwa, na wengine watamani huyo Mungu wako kwa sababu ya imani iliyoonekana ndani yako, imani ambayo umeishi. Kwa hiyo ni muhimu sana kwenye maisha ya imani kuiishi imani. Ukishindwa kuiishi imani, unapoteza mwelekeo wa maisha yako ya kiroho, unapoteza mwelekeo ya maisha yako ya safari ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo ni muhimu sana, tamani ndani yako, naomba kila wakati kwamba Mungu akupe roho ya kuiishi imani. Kuna vitu utavuka kwa sababu umeshindwa kuiishi imani kuna viti utaona matokeo kwa sababu umeshindwa kuiishi imani. Unapoishi imani unasababisha Mungu ajifunue na atoe matokeo makubwa kwenye hilo jambo unaloliombea. Kwa hiyo ndani yako kila wakati tambua ya kwamba Mungu anatamani uone umuhimu wa imani kwenye maisha yako, kwa sababu bila imani hatuwezi kutembea katika kusudi la Mungu, bila imani hatuwezi kumuishia Mungu. Kwa hiyo tamani ndani yako kuwa na imani na kuiomba imani kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Kama ilivyo muhimu kula, kama ilivyo muhimu kula, mtu ambaye hali mara nyingine anaweza akawa labda amefunga au ni mgonjwa. Kama mwili wa mwanadamu ambao unatunzwa kwa chakula, na ni muhimu kula chakula, ndivyo imani ilivyo muhimu kwenye maisha yetu. Mtu ambaye amepata shida ya kutokula afya yake ya kimwili inazofika, afya yake ya kimwili inakuwa dhaifu na inakuwa mbaya. Na ndio maana hata mgonjwa akishindwa kula ni hali ya hatari, kuishi kwake kutakuwa ni kwa shida, kwa sababu mwili unategemea chakula, madawa anayotumia anategemea chakula. Kwa hiyo kama ilivyo muhimu chakula kwenye afya zetu, ndivyo imani ilivyo ya muhimu kwenye maisha yetu ya kiroho. Haleluya! Ndivyo imani ilivyo muhimu kwenye maisha yetu ya safari ya kwenda mbinguni, ndivyo imani ilivyo muhimu kwenye maisha yetu ya utumishi. Kwa hiyo tamani ndani yako kila wakati kumwomba Roho Mtakatifu akuongezee imani, akufundishe namna ambavyo utaweza kuishi imani. Bwana Yesu asifiwe! Lakini pia kama vile ilivyo muhimu kulala, kama ilivyo muhimu kulala kwenye afya ya mwanadamu ndivyo imani ilivyo ya muhimu. Wale wanaohudhuria mikesha wanaelewa. Ukiingia, ukija kwenye mkesha, alafu ukakosa muda wa kulala, mtu anayekuona anaweza akakuuliza unaumwa, lakini hauumwi, mwili umechoka, haujapumzika. Kwa hiyo usingizi kwenye afya ya mwanadamu ni muhimu, na ndivyo imani ilivyo ya muhimu, kama vile ambavyo usingizi ni wa muhimu kwenye afya ya mwanadamu Mtu ambaye ana imani anakuwa na afya dhaifu ya kiroho, anakuwa na afya duni ya kiroho. Kwa hiyo kama kuna umuhimu wa kulala, ndio maana madaktari wanashauri tuwe na muda wa kupumzika, tuwe na muda wa kulala. Kama ambavyo mwili unahitaji kulala, ndivyo afya yako ya kiroho inahitaji imani, ndivyo afya yako ya kiroho itakuwa itasawi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Kama ilivyo muhimu kuishi ndiyo maana tunaomba Mungu atupe maisha marefu na ndiyo maana tunazingatia kutunza afya zetu vizuri, kwa sababu tuna tuishi tunatamani tuishi muda mrefu tunatamani tuishi. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ilivyo imani ni ya muhimu kwenye maisha yetu, ndivyo imani ambavyo inatakiwa iishi ndani ya maisha yetu, kwa sababu imani ndiyo itakayo kusababisha kutenda mapenzi ya Mungu na kumwona Mungu kwenye hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe. Imani ni muhimu sana kwenye maisha ya Mkristo na maisha ya mwamini. Tamani ndani yako kumwomba Mungu kila wakati niongeze imani. Mwambie Mungu nifundishe kuishi imani. Na imani ili uishi lazima uiweke kwenye matendo. Imani haiwezi kuishi kama hujaiweka kwenye matendo. Tamani kuiweka imani kwenye matendo ndipo imani hiyo itaweza kuishi ndani yako na itasababisha matokeo makubwa. Kuna mahali unaweza kuomba lakini maombi yako yasifike kwenye kiwango, lakini imani inafika mahali ambako maombi yako hayafiki. Imani inapenya mahali ambako maombi yako hayafiki. Kwa hiyo, tamani ndani yako kuiishi imani, ili wengine wamuone Mungu, na wajue ya kwamba yuko Mungu kwenye maisha yako. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana kuiishi imani, wapendwa wangu nyakatitulizo nazo changamoto na upinzani katika ulimwengu wa roho ni mkubwa usipoishi imani. Usipoishi imani. Utaiona neema ya Mungu kubwa kwenye maisha yako ya kiroho, utaona matunda makubwa kwenye maisha yako ya kiroho. Kwa hiyo tamani ndani yako kila wakati kumsiro mtakatifu akusaidie kuishi imani. Yale ambayo hayawezekani kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana ili yawezekane kwa Mungu, kitakachokusaidia ni wewe kuishi imani. Haleluya, ni wewe kuishi imani. Imani ndio itakayosababisha mabadiliko kwenye hilo jambo unaloliombea. Imani ndio itakayosababisha matokeo kwenye hilo eneo unaloomba. Tamani ndani yako kuishi imani, hata kama wengine wamekata tamaa kwenye hilo eneo unaloliombea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Kuna wakati unaweza mkao, mnaomba wengine, imani zao zimeshakufa siku nyingi lakini wewe kama Mungu amekupa roho ya kuishi imani, utaendelea kung'ang'ana kwenye hilo eneo, utaendelea kung'ang'ana kwenye hilo jambo mpaka Mungu atokee, mpaka Mungu afanye, mpaka Mungu aonekane. Utakuwa wa kwanza kuwatia moyo wenzako kwamba tuendelee kuomba, saa ya Mungu ipo, saa ya Mungu inakuja, lazima hili eneo libadilike. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio roho ya kuishi imani. Roho ya kuishi imani haiangalii mazingira wala muda. Kuna watu wanaomba, wanaangalia mazingira, wanaangalia muda, lakini mara nyingine ni kwa sababu ndani yao hawaiishi imani. Kuna mtu anaomba hapo ofisini anaangalia mazingira ya ofisi, anaangalia muda. Imani itakuondoa kwenye hiyo roho ya kuangalia mazingira na muda. Imani itakupa kuendelea kuomba na kumwona Mungu kwamba yuko hapo kwa ajili ya kukusaidia, kumwona Mungu yuko hapo atafanya, kumwona Mungu yuko hapo atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo imani inavyoweza kukusaidia unapoishi ndani yako. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwenye neno tulilolisoma linasema imani uja kwa neno la Kristo, uja kwa kulisikia neno la Kristo. Kumbe imani inajengwa na neno la Kristo. Kama una neno imani yako ni dhaifu, kama una neno imani yako ni nini? Ni dhaifu. Haleluya, ili imani yako iwe kubwa na ili uweze kuishi imani lazima uwe na neno la Kristo ndani yako. Lazima uwe na neno la Kristo ndani yako, uwe mtu wa kulisikia neno, uwe mtu wa kulisoma neno. Adui anatuibia neema ya kusoma neno nyakati hizi. Unakuta mtu ni mwombaji mzuri, lakini hana neno ndani yake. Unakuta mtu ni mtoaji mzuri wa sadaka, lakini hana neno ndani yake. Unakuta mtu ni mwimbaji mzuri na Mungu ameweka karama kubwa ndani yake, lakini hana neno ndani yake. Neno linatuambia imani uja kwa kusikia neno la Kristo. Ili imani yako ijengwe lazima uwe na neno. Bwana Yesu asifiwe. Ili imani yako iongezeke lazima uwe na neno. Neno ndiyo litakalokusaidia kuishi imani. Kama una neno huwezi kuishi imani kama una neno utakuwa ni mtu wa kulalamika. Kama una neno utakuwa ni mtu wa kukata tamaa kwa haraka. Lakini ukiwa na neno, linakupa ujasiri, linakupa uodari, unasonga mbele kwenye hilo jambo, na Mungu anakwenda kuonekana. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Haijalishi umekaa kwenye hiyo vita miaka mingapi, haijalishi umekaa kwenye hilo jaribu miaka mingapi. Imani inajengwa na neno. Ili imani yako uweze kuishi, lazima uwe na neno. Kuwa na ratiba ya kulisoma neno la Mungu, kuwa na ratiba ya kuliweka neno la Mungu moyoni mwako, kuwa na ratiba ya kulitafakari neno kila wakati, ili likusaidie kujenga imani yako. Mwombe Roho Mtakatifu akusaidie katikati kati ya ulimwengu wenye mapambano makali ya kiroho kuwa na muda wa kusoma neno. Tenga muda wa kulisoma neno la Mungu, tenga muda wa kulitafakari neno la Mungu, kwa sababu unapolitafakari neno unaachilia neema ya imani yako kuendelea kukua na kuongezeka na inakupa ushindi. Bwana Yesu asifiwe, haleluya! Washindi wa imani, haleluya! Washindi wa imani, haleluya! Tunatakiwa tuwe na neno ndani yetu sababu neno ndio silaha itakayotusaidia kuijenga imani na kusimama kwenye imani. Bwana Yesu asifiwe, pata muda wa kusoma neno, pata muda wa kuliishi neno. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Shetani anatamani tu na kutuzuilia tusiwe watu wa kusoma neno, yaani saa nyingine unatamani kabisa nasema nitasoma neno nikifika ofisini, au wengine wanaratiba muda ule wa kwenda kula chakula anasema nitasoma neno nitaomba. Anashangaa, ameingia kwenye maombi hajasoma neno. Hiyo ni vita ya adui, ulimwengu wa roho, kwa sababu anajua imani zetu zinajengwa kwa njia ya neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tamani ndani yako kila wakati unapoomba unapokuwa na muda nyumbani, yani tenga muda, sio unapokuwa na muda, tenga muda wa kusoma neno. Neno likikaa ndani yako, saa nyingine unapita kwenye vita, una bibilia lakini kwa sababu neno liko ndani yako Roho Mtakatifu anachomoa hilo neno kwenye moyo wako, linaanza kusema na wewe, linakutia nguvu, linakutia moyo, linakuimarisha, na unaanza kuona una ujasiri wa kuendelea kusimama, kupambana ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Tamani kuishi imani kwa njia ya kulisikia neno, kuwa na muda wa kulisikia neno. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na muda wa kumwambia Mungu nisaidie, ili neno ninapolisikia ni, ni, nilielewe ndani ya moyo wangu nilielewe ndani ya nafsi yangu. Inawezekana kweli unasikia maneno ya Mungu lakini uyaelewi, adui ameweka upinzani au ukuta juu yako, uelewi hilo neno. Mwambie Mungu nataka kulielewa neno, kwa sababu maisha yetu yamebebwa na imani kuna vitu hatuwezi kutoboa mpaka imani yetu hiyo iwe kwenye kiwango ambacho inaweza kutuvuzi, kutuvusha kwenye hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Mwombe Mungu akupe muda wa kusoma neno. Ukilisoma neno la Mungu, ndani yako itatengenezwa roho ya kuishi imani. Ukilisoma neno la Mungu, ndani yako itatengenezwa roho ya imani ambayo itakusaidia kusimama kwa ujasiri na kutokuogopa chochote. Ulimwengu wa roho utatamka kwa imani itakuwa, utasema kwa imani itatokea. Ndicho Mungu anachotamani ndani yetu, kwa sababu yeye anasema imani huja kwa kulisikia neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akusaidie sana ndani yako, omba Roho Mtakatifu akusaidie. Lolote unaloliombea liombe kwa imani, lakini pia liombe kwa neno la Mungu. Simama na ilo jambo unaloliombea kwa neno la Mungu maana neno ni silaha inayoweza kupangua vilivyo kinyume na ufalme wa Mungu. Neno ni silaha inayoweza kuondoa vilivyo kinyume na ufalme wa Mungu kwenye ilo eneo unaloliombea. Hakikisha unasimama na neno, hakikisha unasoma neno la Mungu ili moyo wako ujae neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu anatamani anaponiona mimi, anapokuona wewe, alione neno ndani yako, alione neno ndani yangu, lijae neno la Mungu. Funga mlango wa maneno yasiyokuwa ya Mungu ndani yako. Kuna watu wamesikia taarifa mbaya, mioyo yao imeondoka, haijakaa kwenye neno, imekaa kwenye taarifa hizo mbaya. Kataa huo mlango wa taarifa mbaya zinazokuondoa kwenye uwepo. Mwambie Roho Mtakatifu, nataka taarifa za neno la Mungu zitakazoniimarisha, zitakazonijengea imani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Tamani ndani yako, moyo wako, bebe taarifa za neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe na ulimwengu wa roho, Shetani akijua unapenda taarifa za umbea, ndio hizo anakuletea kila wakati, zinapunguza connection ya neno la Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Akijua we unapenda taarifa za uchungu ndani yako, yani anakuletea mambo ya uchungu uchungu, au taarifa zinazokujengea asira. Mwambie Mungu, nataka taarifa za neno litakalonyanyua imani yangu, neno litakalojenga imani yangu neno litakalosimamisha imani yangu neno litakalokuza imani yangu. Mwambie Mungu, nataka hizo taarifa. Na inawezekana ukiingia ulimwengu wa roho kwa maombi, ukamng'ang'ania Mungu, nahitaji neno litakalojenga misuri ya imani, nahitaji neno litakalonipa ushujaa wa imani, nahitaji neno litakalonisaidia kusimama kwenye imani na kukuthibitisha Mungu kwenye imani. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana, pata muda wa kutafakari neno la Mungu na kumwambia Mungu, bila neno lililobebwa na imani siwezi kwenye hili eneo, siwezi kwenye hili jambo, siwezi kwenye haya ya mazingira siwezi, siwezi kwenye hii familia. Ninalihitaji neno, neno lililojengwa na imani nahitaji ndani yangu. Utaona hilo neno linakusaidia kumuona Mungu kwa viwango, hata kama wengine wajamuona wewe utamuona. Bwana Yesu asifiwe. Utasema tuendelee kuomba utasema tuendelee kulitia jina la Bwana, saa imefika Mungu lazima atusaidie hapa. Kinacho kusababisha kutamka maneno hayo ni roho ya imani iliyoko ndani yako, ni roho ya kuishi imani, ndiyo itakayo kusaidia kutamka hayo maneno. hata kama mnapoomba vita inazidi kuwa kali, lakini jua kwamba ulimwengu wa roho, Mungu yuko kazini kwa ajili ya hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Ndicho Mungu anachotamani ndani yetu, tuishi imani kwa neno la Kristo, huwezi kuishi imani kama una neno la Kristo ndani yako. Huwezi kuishi imani kama sio msomaji wa neno la Mungu. Huwezi kuishi imani kama sio mtu unayeliweka neno kwenye matendo, kwa sababu ndani ya neno ndio linajenga imani ndani yetu. Kwa hiyo, ili tuweze kuiweka imani kwenye matendo, lazima tuwe na neno. Bwana Yesu asifiwe. Tena hilo neno litakusaidia kuto kumtenda Mungu dhambi, litakusaidia kutokuharibu kuharibu mahusiano yako na Mungu. Neno litakuonyesha kwamba hapa sio sawa, hii unamkosea Mungu. Neno litakuonyesha kwamba hapa unatakiwa ufanye hivi. Kuna mahali roho mtakatifu anasema nasi kwa neno, kwa sababu neno ndio silaha inayotufanya tusimtende mungu dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani, tamani afya yako ya kiroho iwe nzuri. Kuna watu wanatamani afya zao za kiroho ziwe nzuri, soma neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe na utapia mlo wa afya ya kiroho, usiwe na utapia mlo kwenye eneo la imani. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na utapia mlo kwenye eneo la imani, ni rahisi kulia na kuanza kunungunika badala ya kuomba. Kuna watu wanaingia kwenye maombi, wanajua wanaomba, kwa sababu afya zao za kiimani ziko duni, kumbe wananungunika, sio wanaomba. Mungu anasikia manunguniko, asikii maombi ya mwombaji mwenye imani Mungu anataka unapokwenda mbele zake asikie maombi ya muombaji mwenye imani, atakayesababisha kitu kizaliwa ulimwengu wa roho, atakayesababisha matokeo makubwa ulimwengu wa roho. Tamani ndani yako kuwa na neno litakupa stamina ya kusema hata hapa Mungu ataonekana, hata hapa mahali ambako ni pakame patazaliwa chemchemi ya uzima, hata hapa mahali ambako ni pakavu pataota vitu vyenye uhai. Imani ndio inayokupa ushindi wa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akusaidie sana na Roho Mtakatifu atusaidie. Simama tumshukuru Mungu. Wiki hii tunatamani Mungu atusaidie imani zetu zikae kwenye kiwango ambacho Mungu anataka zikae, kwenye neema ambayo Mungu amekusudia. Na Mungu wetu anatamani tuishi imani. Nimekwambia, kama ilivyo muhimu kula chakula kwenye afya ya mwanadamu, ilivyo muhimu kulala kwenye afya ya mwanadamu ilivyo muhimu kuishi kwenye afya ya mwanadamu ndivyo ilivyo muhimu imani kwenye maisha yako ya kiroho. Mwombe Mungu akuongezee imani, mwombe Mungu akupe kuishi imani, mwombe Mungu akupe kuiweka imani kwenye matendo, ili vitu vya kimungu vizaliwe, vitu vya kimungu vitokee. Kuna watu wamekaa kwenye imani, wamesababisha matokeo makubwa, na wengine wakashangaa na wakamtaka huyo Mungu. Ndicho Mungu anachotaka. Maana yeye anasema tutafanya kazi kubwa kuliko yeye alizozifanya. Hatuwezi kufanya hizo kazi kama imani zetu haziko sawa, kama imani zetu haziko kwenye kiwango ambacho Roho Mtakatifu anataka, kama imani zetu tumeshindwa kuziishi. Mungu anataka tuishi imani. Bwana Yesu asifiwe. Tusikimbie mazingira tunayopitia, mazingira hayo tukae hapo ili Mungu aonekane, imani zisababishe matokeo makubwa hapo. Usikimbie hiyo shida, yuko Mungu hapo. Usikimbie hiyo vita, yuko Mungu hapo. Kitakachokusaidia ni wewe kusimama kwenye imani na wengine wamuone Mungu kupitia imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Weka mkono wako kwenye moyo wako, sema maneno haya. Sema Bwana Yesu, wewe ni Mungu, hakuna Mungu kama wewe, wala hajawahi kuwepo wala hata kuwepo ni Mungu uliye hai, ni Mungu mwenye uweza. Ninakuja kwako, kuna maeneo nilishindwa kusimama sawa sawa kwa sababu imani yangu ilikuwa dhaifu, ilikuwa ndogo, ilikuwa imekufa. Ninakuja kwako tena, ninaomba roho ya kuishi imani, ninaomba roho ya kuiweka imani kwenye matendo, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, roho za kukata tamaa ninazikataa kwa jina la Yesu. Maneno yoyote niliyoyaweka kwenye moyo badala ya kuliweka neno lako, ninayaondoa na kuyafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. E hey Yesu, niongeze imani niongeze imani niongeze imani, niongeza imani. Niongezee imani kwa jina la Yesu, niweze kuomba kwa kiwango cha imani kitakachosababisha matokeo makubwa, na wengine wajue yuko Mungu katikati ya maisha yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Ninakataa nguvu za giza zinazonizuilia kuomba, roho za miungu zinazonizuilia imani yangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaomba msaada wako Bwana, katika jina la Yesu. Shika sadaka yako, tuombee sadaka, shika sadaka yako, uninyunyizia maji wakati wa ukame ni nyauke na kupenda. Tuombe Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti yaliya hai, Mungu liye hai, Mungu ambaye ni chanzo cha imani yetu, tunakuja kwako tena asubuhi ya leo hii sadaka ikatupe kiwango kingine cha imani, kiwango kingine cha kusoma neno, kiwango kingine cha kiu ya kuishi imani kwenye maisha yetu. Mungu mwenye neema na rehema, sadaka inasikia na sadaka inabeba maelekezo. Tunaomba hii sadaka, Bwana, ikatufungue kwenye vifungo vyovyote ambavyo adui ametufunga ulimwengu la kujua. Ndiyo maana imani zetu hazipigi hatua ndiyo maana imani zetu haziongezeki, ndiyo maana imani zetu hazikui, au ndio maana imani zetu kila wakati zinapigwa na adui. Tumekuja kwako Bwana, yako mambo hatuwezi kutoka, yako maeneo hatuwezi kuvuka pasipokuwa na imani, pasipokuishi imani, pasipokuiweka imani kwenye matendo. Unapozuru wengine Bwana Yesu usitupite watoto wako. Asubuhi hii tuko kwenye madhabahu yako, tunahitaji neema yako tukijiunganisha na hii sadaka tunayoiachilia kwenye madhabahu yako hii sadaka ambayo tunaiunganisha na damu ya Yesu ikapangue wa upinzani ulioko ulimwengu wa roho kwenye eneo la imani na eneo la kusoma neno la Mungu, tunakataa kwa jina la Yesu. Hii sadaka pia Bwana ikaondoe mapooza kwenye uchumi wetu, ikaondoe vita na upinzani ulioko ulimwengu wa roho kwenye vyanzo vyetu vya uchumi, kwenye kazi zetu, kwenye bia biashara zetu kwenye afya zetu, kwa watoto wetu, kwenye ndoa zetu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti yariaa. Tunabatilisha kila aina ya maneno tuliyosemewa ulimwengu wa roho, yanayotufanya tushindwe kukaa kwenye imani, katika jina la Yesu tunafuta haya maneno kwa damu ya Yesu Kristo. Roho Mtakatifu tusaidie kuishi imani, katika jina la Yesu, amen. Pokee okay, baraka za Bwana wewe ambaye Mungu amekupa neema ya kuja kumwabudu Mungu kwenye ibada hii ya Morning Glory. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru wa uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie wa uso wake na kukupa amani, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tushirikiane neema Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele. Amen. Karibu tumtolee Bwana kwa furaha. Neema ya Mungu.